Kwanza serikali haijawahi kuingilia mpira wa Tanzania. Tunamwona kwa waziri kabisa kwa bunge anasema mbunge anainuka anamwambia kwa mwelezo kuhusu dabi waziri anakuambia mambo hayatuhusu sisi. Maana ni chombo ambacho kina mamlaka yake. Serikali haijawahi kuingilia mpira. Ila sisi tunalazimisha serikali iingilie mpira ili tutake kila kile kitu ambacho tunakitaka sisi. Kwamba angesema mtu fulani kitu fulani tungekipata. Lakini serikali bado haijawahi kuingia kwenye mpira. Bodi ya ligi yenyewe ilikuwa inajichanganya yenyewe. Kwa sababu wao wanapanga talenta, wanaivunja wenyewe talenta. Simeelewa mpaka? Ndio. Kwa hiyo ukikuta mtu anakuambia serikali ingia mpira ni mtu ambaye hajui mpira. Bado unakuta maamuzi mengi yanajichanganya, yanachanganya wenyewe watu wa bodi. Simeelewa? Watu wa bodi ya ligi ndio wasimamia kubwa ndio wametufikisha hapa tulipo. Na ndio maana CAF ndio maana FIFA wanafanyaje? Wanakuwa hadi serikalini wanaenda bodi ya ligi. Ah <coughs> i FIFA, wana FIFA wanaenda sehemu hiyo, sehemu kidogo ina shida. Kwa kuna shida kama kuna shida hiyo, lazima itapatia ufunguzi kupitia, kupitia o viongozi. Kumbuka hawa FIFA ndio wenye mpira wao, na mpira wa FIFA wao, siku zote wanachotakaga wao FIFA wanavyotakaga wao, wanataka kwamba mpira wao uchezwe. Hawataki simamba mezani sio ya nini. mpira wao uchezwe na kwa picha inaonekana mpira utachezwa FIFA wanataka mpira uchezwe, na utachezwa wanapotaka. Sasa wanaangalia mazingira, je, huu mpira unachezwa katika dizaini gani, katika malalamiko au katika nini? Wale wamekuja sababu, baadhi ndio dunia ishakuwa kijiji. Malalamiko ambayo ya hizi dabi mbili FIFA lazima wafikie, ndio unajua kwamba dunia sasa hivi sio kwamba imejitenga yeah na wenzenu, a a yamewafikia, na wanakuja kuchunguza je, haya malalamiko ni ya kweli a kweli, ndio aliwatachukua hatua. Lakini FIFA wanapokuja wanakuja kwenye jambo la kutibu mpira. Kutibu mpira nini? Yale mambo ambayo unakuta kwamba hayaendi, wao wanaweza kuyanyosha yale. Ambayo mnatumia nyie busara, wao watatumia kanuni. Ndio hilo ambalo sawa. Na kuna kitu ambacho nimezungumza leo, ngasema kwamba mpira wetu unahitaji mabadiliko, ila watu hawakutaka kunielewa. Mpira unahitaji mabadiliko sana kwamba kanuni zifuatwe kasababu. So, sasahivi, kwenye asilimia mia moja, kanuni zinatumika asilimia thelathini, asilimia sabini ni msara. Na hii ndio liponza Simba na Yanga, kwamba mimi mchezaji wangu amekuja, wa hanhana, hana leseni, wecheza, utaleta baadaye. Simaelewa mimi, mpaka hivi sa kuna ada sijaleta ada laini, kutokana na timu a na na na kucheza, wechea, utaleta baadae mimi nakudai, utanikata utani kwenye lango ile. Kwa kwamba kwa kwa ujumla, ni mpira wetu unahitaji mabadiliko makubwa sana. Sisi tunajiona kama tumepiga hatua, lakini hatumepiga hatua katika mwavuli ambao ndani yake kanuni hazitumiki. Hiyo ndio shida kubwa hiyo. Watu wengine nasema tujafikia huko, tutafikia lini? Lazima tuanze kutumia kanuni zetu lililotokea sasa hivi la FIFA kuja wanataka kutibu mpira wetu pale palipopinda pale panyoshwa. Yeah. Bana, mchungaji, tuongee hiki. Uh, miongoni mwa vitu vinavyozungumzwa kwenye hizi tetesi ni kwamba serikali inaingilia mpira eh, labda yale maamuzi baadhi, kuna vitu kama hivyo ambavyo vinavyosemwa. Wewe ni mfuatiliaji wa mpira wa muda mrefu sana na ni mdau wa mpira labda hivi ambavyo watu wanavyozungumza huko kwamba kuna hivi, wewe binafsi umewahi kuviona hivi katika mpira wetu kweli? Kwanza, serikali haijawahi kuingilia mpira wa Tanzania. Tunamwona waziri kabisa kwa bunge anasema, mbunge anainuka, anamwambia tueleze kuhusu dabi, waziri anakuambia mambo hayatuhusu sisi, maana ni chombo ambacho kina mamlaka yake. Serikali haijawahi kuingilia mpira, ila sisi tunalazimisha serikali iingilie mpira, ili tutake kile kile kitu ambacho tunakitaka sisi, kwamba angesema mtu fulani fulani tungekipata, lakini serikali bado haijawahi kuingia kwenye mpira. Bodi ya ligi, mtu ambaye ajui mpira bado unakuta maamuzi mengi yanajichanganya aidi serikalini wanaenda bodi ya ligi. Bodi ya ligi ni tunaweza kusema kwamba wamekosa makali kwa hivi vilabu kama ambavyo inavyosema, eh wamekosa nguvu kwamba Zamaleki yeye Zamaleki na National Zamaleki, anasema National team Zamaleki, sasa anapeleka team National, nakatwa point 3. Chama cha mpira kinasimamia hiyo bodi ya ligi ya, ya Egypt kwa bodi ya ligi ya Tanzania na iwe na weledi huu, iwe na nguvu. Lakini sasa, bodi haina meno, inawaza nikinyang'anya Yanga Simba nikinyang'anya nikinyang'anya point utakalika kweli? Simba Yanga Yanga point utakalika kweli? Sasa ukiona bodi inafikia hatua hiyo, haiwezi kusurvive na wao hawawezi kupiga hatua, kwa sababu na wao wenyewe wana madhambi. Bodi ya ligi wana madhambi mengi ambayo yanategemeana kilabu na kilabu hasa Simba na Yanga, unakuta yale madhambi ndio yanasababisha kumwajibisha ku, mwenzake hawezi. Na wale washagundua udhaifu wao, kwamba hawa kwa sababu ya usiba tulio tulionao hawawezi kutuaibisha, na sisi tunawadindia sherehe kwa imenyoka hivyo. Hakuna mtu angesema hey, hey, hawezi hawezi, kwanza hata kushutumu bodi ungo uwezo kushutumu sababu, bodi imenyoka. Ukishutumu unachukua hicho stahili, lakini unakuta hiyo hiyo, kuna watu wanafungiwa miaka mitano baada ya wiki kafunguliwa mwingine anafungwa bila sababu za msingi, umeona anafungiwa, umeona bila sababu za msingi, umeona anafungiwa kina Manara wale wanafungwa bila sababu za msingi, ili kusema ukweli, mtu anakuja anafungiwa, umeelewa? Sasa hii inaleta shida, ukiigusa ilikuwa ilikuwa hairuhusiwi kuihoji, ilikuwa hairuhusiwi kuisema, ukiisema wanakuwajibisha, eh, tena wanakuambia wewe, tutaonana tu, wewe tutaonana, anakusubiri katika lengo lako, na yeye anaku anakuwajibisha. Anakuwajibisha kivipi? Anakupiga nondo miaka mitatu minne kwa eh, sababu hairuhusiwi kuisema. Sasa kama bodi huwezi kuiruhusu kuisema, sishajionyesha kwamba ni kitu ambacho kimekaa kimekaa kama ki, kwamba kiruhusiwi. Sasa umeelewa? Sasa hii ndio shida kubwa ambayo imetikisha mpira wetu, na mambo kama haya waga yanaenda sana. Ukiona mpaka anatokea ni kwamba zambi ilikuwa muda mrefu, ikaota mimba, mimba ikawa kubwa, sasa hivi ndio hii inajifungua sasa kujifungua una FIFA una sasa, mtu wezi, wale Yanga ukimnyosha kidole Bodi ya Ligi bkila, sasa hivi inakuja usao unakuja sasa, una unatoka na usao, ukitoka ndio mtu anaenda kupona. Ataponeje? Usao lazima uminyo wote utoke, mpaka ukiona damu unajua sasa usao umeisha, basi mtu anakuwa salama. Ndio mpira wetu ambao umefikia, na kuna watu wanakuambia kuna mafanikio yamefanyika. Mafanikio lazima mafanikio, hata kama yanakuja, lakini hatuwezi tuka kanuni tukazisigina, tuka tuka kwa sababu ya mafanikio. Hapana na ukiwe wewe ukiwa kiongozi lazima ulete mafanikio, lakini ukiharibu, utatoka. Simwona mpaka hapo. Kuna watu walifikia tu hawaruhusu kunyoshwa mkono, miguu mikono kabisa, kwamba eti yule ukimsema itaita shida. Yaani walijiwekea kanuni fulani hivi, unamfungia mpaka shabiki. Shabiki ni wa nini? Shabiki shabiki yeye anaongea leo, kesho kaongea lingine, kasema leo, kaongea lingine. Shabiki ndio alikuwa ndo kazi yake, lakini cha ajabu, eti shabiki unamfungia, unamfungia kama nani? Na faini juu, na hiyo faini, faini atailipeje? Utamkamata ukauza mali yake, lo, alipe faini, ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vijaka havijaka vizuri, afu kufungiana fungiana, mpira ni fair play. mpira ni furaha, kufungiana fungiana si jambo zuri, kunaleta chuki na uhasama. Mpira maana yake ni furaha, lakini ikionekana wewe umepinga bodi au umepinga watu wa TFF wanakuambia kwa kesho kutwa unaalikiwa barua, wewe ufai tena na uwanjani usiende na faini ah, hawa watu wanatoka wapi kufungia? Kwanza diwe sababu ya mwisho sana, pasiwe na kufungia fungia watu ikatengeneza chuki kubwa kwa watu. Hata mtu kusema kweli anasema ah, nikisema nitafungiwa. Sasa wewe maisha gani? Mpira ni furaha, mpira ni fair play. Yani mpira kwanza unajumlisha watu kwa ajili ya furaha, wanajaribu kutengeneza kitu kama chuki mbele za watu. Hawa wamechukia, hawa wamechukia, hawa wamechukia, hawa wamechukia.